Ni ngumu sana kumsaidia kiongozi aliyejiweka madarakani kufanya maridhiano na wananchi. Tena sio tu kwamba amejiweka madarakani, bali ameua ili akae madarakani. Hayo maridhiano hata kama yakikamilika, ni sawa na mtu anayejiandaa kuzuia mafuriko makubwa kwa kutumia mchanga wa kiganjani. Hayo mafuriko yakija huo mchanga hata hautaonekana. Maridhiano Tanzania yanayofanyika hayawezi kuzuia kile ambacho kinaweza kutokea baadaye. Anyway, pamoja na hivyo, naomba nielezee maridhiano ambayo yanaweza kuliponya taifa la Tanzania. Maridhiano ya kweli ambayo yanaweza kuliponya taifa la Tanzania yanaweza kuwa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni maridhiano kati ya wauaji na Mungu wa nafsi ya zilizouawa. Hapa kuna namna mbili ya maridhiano. Kwanza ni maridhiano kati ya yule kiongozi aliyetoa amri ya kuua na Mungu wa nafsi zilizouawa. Maana hizo nafsi hazikujiumba. Maana ni sawa na kwamba unataka kufanya maridhiano na, na mali zilizokuwa kwenye nyumba uliyoichoma moto, wakati unatakiwa ufanye maridhiano na mwenye nyumba mwenye vitu ulivyovichoma moto. Kwa hiyo sisi wanadamu, nafsi zetu siyo zetu, zetu ni za Mungu. Kwa maridhiano ya kweli yanaanza kwanza na Mungu uliye mdhulumu uhai wa watu. Unajua Mungu alilipa gharama gani kuwaumba hawa watu ko lazima ufanye maridhiano naye. Sehemu ya pili ya maridhiano haya ya mtu ya wauaji na Mungu ni maridhiano ya kweli kati ya wale waliotii amri ya kuua na Mungu wa nafsi walizoziua na kumbuka, haya maridhiano hayahitaji unafiki, maana Mungu anaona unachokifanya moyoni unadhamilia unamaanisha hiyo ni hatua ya kwanza ya maridhiano. Maridhiano ya pili ni maridhiano kati ya mtu na ndugu wa waliouawa, kati ya wauaji na ndugu waliouawa. Haya maridhiano ni maridhiano kati ya yule aliyetoa amri ya kuua na ndugu wa wale watu waliouawa, lakini pia ni kati ya wale waliotii amri ya kuua na ndugu wa wale waliouawa. Hao ni maridhiano, hatua ya pili. Maridhiano hatua ya tatu ni maridhiano kati ya kiongozi aliyeko madarakani, aliyetoa amri ya kuua au aliyeshirikiana na yule aliyetoa amri ya kuua, kama hajahusika moja kwa moja, yeye na wananchi kwa sababu waliokufa na ndugu wa, walio, wa watu waliokufa ni sehemu ya taifa. Kwa hiyo msiba wao ni msiba wa taifa. Kwa hiyo hatua ya tatu ndo maridhiano ya kitaifa, kati ya yule aliyetoa amri ya kuua au kiongozi aliyeingia madarakani kwa kushirikiana na wauaji na wananchi anaotaka kuwaongoza lakini pia maridhiano hapo mengine ni kati ya wale waliotekeleza amri ya kuua na wananchi waliowaua, na, na, na wananchi ambayo ni sehemu ya taifa sorry, ambayo ni, ni, ni sehemu yaani ya jamii, ni jamii ya waliouawa au ni taifa ya waliouawa hayo ndiyo maridhiano ambayo yanaweza kuliponya taifa la Tanzania. Sasa tafakali, kwenye Biblia kuna mtu ambaye alitapanya mali ya baba yake tu, lakini alipotaka kurudi kwa baba yake alikuwa wazi, alisema wazi kutoka moyoni. Nitalisoma hilo andiko, Luka sula kumi na tano mstari wa ishirini na moja inasema yule mwana akamwambia baba nimekosa. Kwanza nitaanzia hapa, mstari wa ishirini huyu mtu kumi na saba inasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa sema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Kama huyu, kwanza, ni mtoto lakini alipoamua kurudi kwa baba yake, hakurudi kwa unafiki. Alisema nitaenda na kumwambia baba yangu nimekosa kama huyu aliyetapanya mali bado alikumbuka kutubu kufanya toba ya kweli. Je, huyu aliyeua watu alafu anarudi kwa lugha, sema walikuwa raia wa kigeni mara, kwa nini hamkuwazuia? Hivi hayo maridhiano mnayoyafanya, mnaamini mtayafanikisha au mnajaribu kuzuia mafuriko kwa mchanga wa kiganjani? Ni mtu tu ambaye anatumia akili ndogo kama ya panzi anayeweza kuamini ya kwamba kunaweza kuwa, kukawa shwari kukawa na maridhiano ambayo yanaweza kuwa shwari. Mkiona Mungu ameanza kuinua watumishi wa Mungu wanaosema na kuwakumbusha toba, ujue ni sauti ya Mungu. Tangu mwanzo, Mungu huwa angamizi mtu bila kumtumia wajumbe. Kipindi cha Sodoma na Gomora, Mungu alimwinua Lutu kwanza awambie watu. Kipindi cha galika ya Nuhu, Mungu alimwinua Nuhu kwanza awambie watu. Ukiona mtumishi wa Mungu ana balansi, hakuambii hakutukani, hakuambii hivi, bali anakukumbusha kutengeneza na Mungu, ujue ni sauti ya Mungu inayokuandaa mapema, eidha usikie au shupaze shingo. Mna nafasi mna nafasi ya kuwa wakweli kwa Mungu, wakweli kwa nafsi mlizoziua. Maana hizo nafsi pia zinasikia. Maandiko anatwambia Yesu alipokufa alienda kuzimu akazihubiria nafsi zilizokufa, natu Biblia inasema mtu anapokufa nafsi inakuwa hai. Kwa hiyo manake maridhiano ya hizo nafsi inatakiwa yaanzie kwa Mungu Mungu, Mungu akisha wasamehe anafungua kwenye nafsi mlizoziua. na naweza nikakenui imagine. Mungu atusaidie, awape hekima. Na watumishi wa Mungu, naomba niwakumbushe kitu ni yupi bora kati ya mtumishi wa Mungu anayekemea pepo na mtumishi wa Mungu anayekemea watu walio wanaoua? Maana pepo linaweza pepo linaweza lisimu, pepo alimuui mtu na wakati mwingine alimzuii kila kitu kufanya, lakini wanaoua wanakatisha uhai wa watu na kusudi la Mungu lio ndani ya, ya hawa watu lakini pia kama watu wote watakufa watauawa, utahubiri nani? Kwa hiyo Mungu hajatuita tu tukemee pepo, bali kuwakemea pia wanaodhulumu nafsi za watu, yamkini zinaenda bila hata kutubu, bila hata kuhubiriwa. Ni heri mtumishi anayekemea wanaoua kuliko mtumishi anayekaa kimya na kuendelea kukemea pepo, maana ni heri pepo kuliko anayeua utumishi wa Mungu. Tusimameni, kama Mungu alisema, Yesu alisema, ile siku wataulizwa watu, kwa nini ukwenda kusalimia wafungwa gerezani? kwa nini nilikuwa mgonjwa kuja kunitazama vipi? Kwa yule ambaye ana wananchi wanauawa na hasemi chochote, hatutaulizwa? Tunahitaji kusimama na kulipatanisha hili taifa. Mungu awape neema wote ambao mnahusika, sauti hii ya mkini msiisikie tena. Na kwa kuwa mmechagua njia ya kuua kama ndo suluhisho, hamtaua wote, bali mtashangaa. Kuna wakati Mungu ambapo atawekea kikomo, maana kuwa kuna kikomo cha mwanadamu, kuna Mungu anaingilia kati. Sasa anasema sasa hii yatosha, na hamtamzuia Mungu. Mtaona maajabu ambayo hamkuwahi kutegemea. Tanzania, Mungu nakushukuru, naomba ulisaidie taifa la Tanzania likuone wewe, kwa jina pekee la Yesu Kristo, amen. Maridhiano ya kweli nimeyaongea. Kama kweli mnadhamiria kumsaidia huyu aliyeua, angalau nafsi yake ibaki, basi msaidieni kufanya maridhiano ya kweli. Kwenye Bibilia kuna Ahabu. Ahabu aliamrisha watumishi wa Mungu wa uawe, lakini kuna Obedi akawatunza watumishi ya mia moja. Kumbe kuna wakati ambapo neskatolewa amri, alafu wewe ukafanya nje ya amri, kwa sababu una akili na nafsi ambayo inakuongoza nini ufanye. Kwa kamati mliowekwa kufanya maridhiano, kama kweli mnataka kulisaidia taifa na kumsaidia yule anayehusika, wale wanaohusika na uaji fanyeni maridhiano ambayo ni ya kweli ambayo yatalisaidia taifa na wale pia walioua. Mungu atusaidie sote.